Hello, naongea na nani? Mimi ni ex wako Alex. Ina maana cha usiku umefuta namba yangu. Sasa ulitaka nibaki na namba yako kwenye simu yangu ili iweje? Wakati unajua kabisa sasa hivi mimi ni mke wa mtu. Najua wewe ni mke wa mtu, lakini sio sawa kufuta namba ya mwanaume ambaye ulisema unampenda kuliko wanaume wote duniani. Ni kweli nilisema na kupenda kuliko wanaume wote duniani, lakini si nilikwambia unioa ukakataa? Sasa kinachokufanya ulalamike ni kipi? Mimi bado nakupenda cha usiku, ndio maana nalalamika. Kama kweli unanipenda, kwa nini ulikataa kunioa? Siwezi kusema sababu iliyofanya nikatae kukuoa, ila naomba unisamehe cha usiku. Kwa kweli najuta kukataa kukuoa, kwa sababu tangu uondoke kwenye maisha yangu nimegundua kuwa wewe ulikuwa mwanamke sahihi kwangu. Mimi nilishakusamehi siku nyingi sana. Ehe, ni kitu gani kilichokufanya unipigie simu? Wala hakuna chochote, ila nimekumisi tu, ndio maana nimekupigia. Asante kwa kunimisi. Nakupenda sana cha usiku, na endapo utanipa nafasi nyingine kwenye maisha yako, mimi nipo tayari kukuoa kama ni nafasi, naweza kukupa we mchepuko, lakini swala la kunioa tayari umeshachelewa. Hata hiyo nafasi ya kuwa mchepuko inanitosha. Sasa utakuja lini nyumbani kunitembelea? Kwa kweli itakuwa ngumu kuja nyumbani kwako. Wewe unajua mimi nimeolewa. Najua umeolewa, lakini naomba ufanye juu chini uje nyumbani Siwezi kuja kwako kwa sababu mume wangu hataki nitoke ndani kabisa, na nikitoka watu wake huwa wananifuatilia sehemu ninazoenda. Ndio maana nimekwambia haiwezekani. Mbona unakuwa mgumu hivyo cha usiku au? Mwenzangu hujanimisi? Nimekumisi sana tu, ila mwenzio unaogopa kwa sababu mume wangu ananifuatilia sana, na hataki niwe na mazoea na mwanaume yoyote. Kama mume wako anakufuatilia sana, mimi nina wazo. Ni wazo gani hilo? Kwa kuwa mimi ni daktari, naomba tutengeneze ugonjwa kisha umshawishi mume wako akulete pale hospitali kwetu kwa ajili ya kupata matibabu. Unataka tutengeneze ugonjwa gani? Si unakumbuka ile aleji yako ya upele machoni? Ndiyo, naikumbuka. Sasa kula zile chokoleti zilizokuwa zinakusababishia ile aleji, halafu ukija na mume wako hospitali kwetu, mimi nitajua cha kufanya. Wao, hilo ni wazo zuri. Ngoja nifanye hivyo. Poa, jitahidi basi usiniangushe. Siwezi kukuangusha kipenzi. Ehe, mgonjwa ni nani kati yenu? Ni mimi hapa dokta. Unasumbuliwa na nini? Nasumbuliwa na huu upele unaoona chini ya macho yangu. Tafadhali dokta, naomba unisaidie. Okay, huo upele unasababishwa na ugonjwa wa kisukari cha ngozi ambao kwa kitaalamu unafahamika kama diabetic demopathy na ni ugonjwa hatari sana. Tafadhali dokta, naomba umsaidie mke wangu apone, siwezi kuvumilia kumwona akiwa katika hiyo hali. Usijali ndugu yangu, nitahakikisha napambana kadri ya uwezo wangu kuhakikisha mke wako anapona, na ili kufanikisha hilo, itabidi mke wako alazwe hapa hospitali kwa muda wa wiki mbili ili apate uangalizi wa karibu wa daktari. Kama akilazwa ndani ya hizo wiki mbili atapona, mimi sina pingamizi dokta. Jamani dokta, kwani ni lazima nilazwe? Maana mimi sijazoea kabisa kukaa mbali na mume wangu. Hata mimi sijazoea kukaa mbali na wewe mke wangu, lakini inabidi tuvumilie mpaka utakapopona. Na isitoshe nitakuwa nakuja kukuletea chakula kila siku, sio na wasiwasi mama. Sawa mume wangu. Nashukuru sana dokta. Kwa sasa naomba niwaache, muendelee mwendelee na matibabu. Sawa, hakuna shida, ila naomba tu uwe na amani, kwa sababu mke wako yuko kwenye mikono salama. Asante sana dokta, basi tutawasiliana baadaye. Sawa. Wao, sikudhani kama itakuwa rahisi kiasi hicho. Tunatakiwa tujipongeze wote, kwa sababu upendo uliopo kati yetu ndio umefanya hili jambo likawa rahisi. Yaani bado siamini kama nitakuwa na wewe kwa muda wa wiki mbili. Inabidi uamini kipenzi, na ndani ya hizi wiki mbili na kuahidi, nitakufurahisha hadi usitamani kurudi kwa mume wako tena. Kweli mpenzi? Kweli mpenzi. Hebu simama kwanza, tusalimiane vizuri Alex. Unafanya nini na huyo mgonjwa, we mjinga? Kwa nini unaingia ofisini kwangu bila kubisha hodi? Aha, kwa hiyo baada ya kunitumia leo hii ndo umegundua kwamba mimi ni mshenzi? Sasa nitakuonesha ushenzi wangu. Malaika, naomba utoke ofisini kwangu. Sawa, natoka, lakini nakuhakikishia kwamba sitakuacha salama kwenye hili Alex. Huyo mwanamke ni nani? Huyo ni mfanya usafi wa hapa hospitali. Mfanya usafi anapata wapi nguvu ya kukujibu kwa jeuri hivyo? Au una uhusiano naye? Mimi siwezi kuwa na uhusiano na mtu ambaye amechanganyikiwa na maisha. Hebu achana naye, tuendelee na starehe zetu. Hapana, mimi tayari nimeshaanza kuogopa. Sasa unaogopa nini? Sasa itakuwaje akienda kuripoti kwenye uongozi wa hospitali? Usiwe na wasiwasi kwa sababu hii hospitali ni ya shangazi yangu na mimi ndo daktari mkuu hapa. Sawa so, baby. Wow. Siamini mke wangu amepona. Nashukuru sana dokta, lakini pia hongera kwa kazi kubwa uliyoifanya. Usijali bwana Steve, ni kazi yangu kuhakikisha wagonjwa wanapata nafuu. Nafurahi kusikia hivyo dokta. Hata hivyo nimekuja tu kumchukua mke wangu, maana wiki mbili ulizosema anatakiwa kuwa hapa tayari zimeshatimia. Bwana Steve, kwa mwonekano wa nje unaweza ukahisi mke wako amepona, lakini vipimo vinaonyesha kuwa bado ugonjwa uko kwenye damu, hivyo mke wako bado anahitaji uangalizi wa daktari ili tuweze kumaliza kabisa hili tatizo. Kwa hiyo unashauri nini daktari? Na shauri tumwongezee mke wako wiki moja ya kukaa hapa hospitali ili nimalize kabisa tatizo lake. Sawa dokta, mimi sina neno, wewe fanya tu kazi yako, mke wangu wapone. Nashukuru kwa kunielewa. Basi naomba utupishe, maana kuna sindano natakiwa kumchoma mgonjwa muda huu. Uh, okay, sawa dokta. Uh, wacha mimi niende nikaendelee na majukumu mengine, nitapita tena jioni kumwona mgonjwa. Sawa. Samahani kaka. Bila samahani, kuna kitu nataka kuongea na wewe kuhusu mke wako. Sawa, na kusikiliza. Ukweli ni kwamba mke wako haumwi, ila amekudanganya anaumwa ili apate nafasi ya kuchepuka na Dr. Alex. <laughs> Tafadhali dada, hebu acha kuongea uongo. Sio uongo kaka, kitu ninachokiongea nina uhakika nacho kwa sababu nimemshuhudia kwa macho yangu mke wako akifanya mapenzi na Dr Alex. <laughs> Hapana, siwezi kuamini hicho unachoniambia, kwa sababu wakati namleta mke wangu hapa hospitali alikuwa na hali mbaya sana, lakini kwa huduma nzuri aliyopatiwa hapa amepona. Sasa hizo habari kwamba mke wangu haumwi, we umezipata wapi? Mimi sitaki uamini nilichokuambia, ila nimekupa hizi taarifa ili uzifanyie uchunguzi. Sikia dada. Siwezi kupoteza muda wangu kufanyia uchunguzi taarifa za kipuuzi kama hizi. Na kumbe kazi yako ni kuchunguza wagonjwa hapa hospitali eh? Sasa sikia. Wacha nikakushtaki kwa bosi wako. Naona lengo lako ni kutaka kuivunja ndoa yangu. Dokta unafanya nini na mke wangu? Tafadhali punguza asira Bwana Steve. Mimi nilikuwa namfanyia tu vipimo mke wako. Vipimo? Vipimo gani namfanyia mke wa mtu kifua wazi? Ni kweli mume wangu alikuwa akinifanyia vipimo. Nyamaza malaya we! Na kuanzia leo wewe si mke wangu tena. Talaka yako atakuletea bodaboda nyumbani kwenu. Bwanaye, usinitishe. Kama wewe hunitaki, wenziwa wananitaka. Alexis, ulikuwa unataka kunioa, haya jimbo liko wazi, kazi kwako. Mimi siko tayari kuoa kwa sasa. We nenda tu kamuombe msamaha mume wako.